Maeneo mia moja kumi na moja katika mikoa ishirini na nne yenye makazi duni na yanayoendelezwa kiholela nchini yanaanza kufanyiwa maboresho kupitia upangaji upya wa miji, huku Serikali ikiahidi kushirikisha wananchi kwa karibu katika mchakato huo. Hatua hiyo inatekelezwa chini ya Programu ya Uendelezaji wa Miji, inayoendeshwa na Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Marekebisho hayo yanachochewa na ongezeko la idadi ya watu, kupungua kwa ardhi inayomilikiwa binafsi, upanuzi holela wa miji, ukosefu wa nyumba bora na gharama nafuu, pamoja na lengo la kupunguza gharama za maisha. Akizungumza katika mahojiano maalumu na Mwananchi hivi karibuni, waziri wa Ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Deogratius Ndejembi amesema programu hiyo inahusisha uboreshaji, kurejesha maeneo ya miji ambayo yameathiriwa na changamoto mbalimbali mbali. Amezitaja changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa huduma za msingi, miundombinu, makazi duni au chakavu, ukosefu wa mifumo ya maji taka na uwepo wa tatizo la uzagaji wa taka ngumu zinazosababisha uchafuzi wa mazingira. Ndejembi amesema kutokana na hilo, serikali inakwenda kwenda kuyapanga maeneo 111 katika mikoa 24 yenye ukubwa wa hekari elfu 24. Ameyataja maeneo ya kipaumbele kwa sasa ni la Makangira kata ya Msasani ya Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, na Maanga lililopo Kata ya Maanga jijini Mbeya, na tayari hatua za awali zimeanza kuchukuliwa. Akizungumzia eneo la Makangira linalokusudiwa kuendelezwa upya, Waziri Ndejembi amesema lina ukubwa wa hekari 17 na wakazi elfu tano mia mbili arobaini na saba kwa mujibu wa Sensa ya Watu na Makazi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, huku idadi ya kaya zikiwa ni elfu moja kwa upande wa Maanga, mkoa wa Mbeya, Ndejembi amesema eneo hilo lina ukubwa wa hekari 43 yenye jumla ya watu 10,047 na kaya elfu mbili na tisa. Na nukuu, programu hii inatarajiwa kuwa shirikishi kwa kiwango kikubwa ikilenga wananchi wanaoishi katika maeneo hayo kwa kuwa wanufaika wa kwanza, baada ya kuboreshwa kwa eneo husika na uendelezwaji upya wa makazi kufanyika, amesema. Ni lini kazi hiyo inaanza? Waziri Ndejembi amesema hatua za awali za utekelezaji wa mradi huo zimeanza kwa mwaka huu wa fedha 2024 2025 katika eneo la Makangira na Maanga, kwa kubainisha eneo la mradi na mazungumzo ya awali ya kujenga uelewa kwa wananchi katika maeneo hayo ya mradi. Pia amesema nadharia mbalimbali mbali za uendelezaji upya wa maeneo hayo imefanyika. Amesema utekelezaji wa mradi na uendelezaji upya wa Makangira Msasani, jijini Dar es Salaam unakadiriwa kugharimu shilingi bilioni 230 huku Maanga jijini Mbeya ukadiriwa kugharimu bilioni 440 na mnukuu miradi hii itaendelea kutekelezwa kupitia mradi wa kupanga, kupima na kumilikisha ardhi kwa fedha kutoka serikalini kupitia mradi wa uendelezaji upya wa maeneo kongwe, amesema Ndejembi ambaye pia ni mbunge wa Chamwino. Amesema katika mwaka wa fedha 2024-2025, shilingi 116 milioni zilitengwa kwa ajili ya kuwezesha maandalizi ya uendelezaji upya wa maeneo kongwe. Amesema lengo kuu la programu hiyo ni kuboresha maisha ya wakazi, kupunguza umaskini, kuongeza fursa za kiuchumi na kuhakikisha miji inakuwa endelevu na inaweza kukabiliana na changamoto za siku zijazo za kimaendeleo na mabadiliko ya tabia nchi kwa kuwa na majengo, miundombinu na huduma zinazoweza kuhimili changamoto hizo. Ndejembi amesema utekelezwaji wa mradi na uendelezaji upya wa maeneo chakavu na kongwe miji utafanyika kwa kuzingatia dhana ya kukusanya ardhi na kuipanga upya, yaani land pooling and land readjustment, namnukuu. Uzoefu wa utekelezaji wa dhana hii duniani kote inahusisha jamii kwa kiwango kikubwa na kufanya uchambuzi wa hali ya kijamii na kiuchumi kwa kila mmiliki wa ardhi na nyumba katika eneo la mradi kabla ya kuanza kutekelezwa kwa mradi, amesema. Waziri huyo ameiambia Mwananchi kuwa kazi hiyo ni muhimu kwa ajili ya kutambua haki na wajibu wa kila mmiliki ndani ya mradi pamoja na kupendekeza miundombinu bora ya utekelezaji wake, amesema. Hiyo inajumuisha upatikanaji wa makazi katika mradi mpya na kubaini idadi ya wakazi wa awali watakaohitajika kuhama ili kuruhusu kuanza kwa utekelezaji wa mradi. Ndejembi amesema katika utekelezaji wa mradi huo, gharama za pango la nyumba kwa wananchi wote watakaohitajika kuhama kwa muda zitalipwa na mradi. Na mnukuu, hii itahakikisha kuwa wakati wa ujenzi wa makazi mapya ya watu wengi ukiendelea, wakazi wa eneo husika watakuwa na sehemu ya kuishi hadi watakapohamishwa kwenye nyumba hizo mpya, amesema waziri huyo. Amesema kila kaya itakayobainishwa kwenye eneo la mradi itakuwa na haki ya kupata nyumba katika eneo la mradi kwa kuzingatia hali ya makazi yake ya awali na thamani ya gharama ya makazi yake na makazi mapya yatakayoboreshwa. Amesema Serikali imedhamiria kuboresha makazi ya wananchi na hakuna mwananchi atakayehamishwa moja kwa moja katika eneo la mradi, labda ridhaa yake mwenyewe. Akizungumzia mradi huo, Waziri Ndejembi amesema kumekuwa na ongezeko kubwa la watu nchini kutoka milioni 12 mwaka 1967 hadi milioni 61 mwaka 2022 na kwa mujibu wa Sensa ya Watu na Makazi ya mwaka 2022 matokeo ya idadi ya watu nchini kwa mwaka 2050 yanatarajiwa kuwa ni milioni 114. Amesema kwa mujibu wa sensa hiyo, kati ya watu wote asilimia 68 wataishi mji, sawa na watu milioni 78. Amefafanua kuwa hivi sasa idadi ya watu wanaoishi mijini kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 ni asilimia 34.9, na mnukuu, kasi ya kupungua kwa uwiano wa ardhi inayomilikiwa na watu mmoja land share par kutoka kutokahekari729iano huu ulipungua hadi wastani wa hekari 1.44 kwa mtu mwaka, amesema Ndejembi. Amesema upatikanaji wa viwanja vipya maeneo mapya ya miji hautakuwa endelevu tena ifikapo wa250 isipokuwa kwa kupanua mipaka ya mji kuvamia maeneo ya kilimo vijijini na maeneo ya hifadhi, hali takayoathiri usalama wa Jerusalemu, chakula na bayoniwa muhimu wa taifa. Pia amesema takwimu ya sensa za taifa ya majengo ya mwaka 2022 imebainisha kuwa asilimia 67.1 ya majengo yote nchini yapo katika maeneo ambayo yameendelezwa kiholela. Na mnukuu, takwimu hizi zinaonyesha umuhimu wa kuja na mikakati madhubuti ya kuboresha makazi yao ambayo kimsingi yamekuwa sehemu kubwa ya majengo nchini, amesema. Amesema kutokana na hayo, wizara ilibaini kupitia tafiti mbalimbali mbali kwa programu ya uendelezaji upya wa miji itawezesha mji wa Tanzania kuwa himilivu, kuongezeka uwekezaji, kuinua uchumi wa taifa, ukuaji bora wa maisha na mazingira yanayoishi jamii ya Kitanzania. Ndejembi amezitaja faida za kuwezesha upatikanaji wa ardhi iliyopangwa kwa matumizi mbalimbali mbali ambayo ni kichocheo cha ongezeko la kiuchumi na kijamii. Ametaja faida nyingine ni kuwezesha upatikanaji wa nyumba hususan za makazi na biashara tu itakayosaidia kutatua changamoto ya makazi duni katika maeneo ya nchi.